Takriban watu wanne walifariki dunia Jumapili jioni baada ya shimo la kinyesi kuporomoka chini ya ukumbi ambapo mashabiki wa soka walikuwa wamekusanyika kutazama mechi katika eneo la Bamburi Mwisho, eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa. Jengo hilo ambalo kwa kawaida hutumika kuonyesha mechi za mpira na filamu liliripotiwa kuwa limejengwa moja kwa moja juu ya shimo hilo ambalo lilianguka wakati wa matangazo na watu hao kuangukia ndani. Kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya Mombasa, Mahamud Nur, tukio hilo lilithibitishwa akieleza kuwa waathirika walikuwa ndani ya ukumbi huo wakati sakafu ilipoanguka ghafla. Walikuwa wanaangalia mechi ya mpira wakati tukio hilo lilipotokea na wakaanguka ndani. Kila kitu kimebanwa ndani ya shimo hilo la kinyesi, alisema ndugu mmoja wa waathirika. Wakazi wa eneo hilo walidai serikali ya kaunti ya Mombasa itoe maelezo kuhusu jinsi jengo hilo lilivyojengwa bila kibali halali. Maafisa wa polisi na vikosi vya dharura vya kaunti walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya ajali hiyo ili kusaidia juhudi za uokoaji. Tukio hilo limeongeza hofu kuhusu usalama wa majengo katika ukanda wa Pwani. Mnamo Aprili tatu, wakazi waliokuwa karibu na hospitali kuu ya Pwani walikumbwa na taharuki baada ya nyufa kuonekana kwenye jengo moja la makazi, jambo lililosababisha hofu ya kuporomoka kwake. Wakazi wa jengo hilo lenye ghorofa 11 walilazimika kuhama huku wasiwasi ukiongezeka juu ya uwezekano wa maafa kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo. Tathmini ya awali ilionyesha kuwa jengo hilo lilijengwa bila kuzingatia taratibu sahihi, hivyo kuwaweka wakazi wakiwa katika hatari. Mnamo Aprili 11, wiki moja baadaye, jengo hilo lilibomolewa kwa usalama na maafisa wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF kwa kutumia vilipuzi.